Asalamu alekum warahmatullahi wa barakatu, kwa jina naitwa Sheikh Ahmed Kai, ni mratibu katika mkoa wetu wa Shinyanga katika hili jambo la kusaidia watu mbalimbali mbali, ambalo mlezi wetu mkuu na msimamiaji mkuu ni shekhe wetu wa mkoa kupitia wafadhili mbalimbali mbali katika mkoa wetu wa Shinyanga. Shekhe wetu wa mkoa na kadhi wa mkoa wa Shinyanga Sheikh Ismail Habibu Makusanya, alhamdulillah leo siku ya Jumatano tarehe 21 mwezi wa kwanza tumekusanyika hapa kugawa nguo kwa watoto wapatao elfu moja, watoto wa mashuleni pamoja na madrasa na watoto pia wale ambao hawasomi shule wala madrasa. Lengo na makusudio ni kuhakikisha watoto wote wanapata nguo, lakini alhamdulillah mwitiko umekuwa mkubwa kweli kweli, watoto wamefika zaidi ya elfu tatu. Hatukutarajia sisi, tulidhani labda watafika elfu moja, lakini alhamdulillah wamepata, waliopata, na zoezi hili ni endelevu. Leo tumeanza kulifungua la kugawa nguo kwa watoto wale wasiojiweza, alhamdulillah zoezi litaendelea mpaka kwa mayatima na zoezi hili insha allah, tumewaambia walimu wa shule na walimu wa madrasa, wale waliokosa, tutakuwa tukipita mashuleni kuangalia majina, wale ambao wamekosa tuweze kuwapatia nguo hizi. Na hawa wadhamini wetu wenye taasisi ya Isar ambao wanatoka nchini Uturuki, hawa mabwana wasaidii nguo tu, wanasaidia mayatima, huwa wanatoa pesa kwa mayatima, kila yatima mmoja wanampa shilingi elfu kumi na mbili kutokana na idadi zao ambazo wanazituma katika ratiba zao, lakini pia wanasaidia mikate Uto, kupeleka madarasa pamoja na mashuleni. Kwa hiyo fursa hii tumeipata katika mkoa wetu wa Shinyanga, tunakuombeni sasa tushirikiane pamoja na shekhe wetu wa mkoa. Fursa hii kama mnahitaji, basi mnaniona mimi mratibu au katibu wetu wa mkoa Ustadhi Ali. Jambo hili tunaliratibu vizuri, tunafika shuleni hapo, tunagawa mikate kwa utaratibu ambao wametupa Waturuki, lakini pia huwa tunatoa sadaka za kuchinja. Tunatoa kwa wale mashuleni ambao wanapika, basi tukiwapangia utaratibu tunaleta katika mkoa wetu wa Shinyanga. Tumeanza katika manispaa yetu ya Shinyanga zoezi hili. Tumwombee dua sana shekhe wetu wa mkoa Sheikh Ismail Habibu Makusanya kwa kuwapokea wageni hawa na kuniteua mimi kama mratibu mkuu katika jambo hili. Lakini si hivyo tu, nimewashauri waturuki, nimewaambia kwamba tuna familia za kimaskini wanahitajika wasaidiwe. Alhamdulillah tumeanza rasmi na kutoa mbuzi kwa ajili ya kufuga kila mwana mama anapewa mbuzi jike kwa ajili ya kufuga. Tumeanza na jua kita mkoa tumeshawakabidhi watu wakabidhi watu takriban sita wafuge mbuzi wale, na kuna kamati maalum inazungukia. Hatakiwi mtu kuuza mbuzi wala kuchinja mbuzi wale, unafuga, baadaye tunafuatilia, tunaingia kwenye vikundi mbalimbali mbali. tutapita mpaka kwenye vikundi vya kijamii, tutapita mpaka kwenye vikundi vile vya, vya misikitini tutawapa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na hii ndiyo kazi kubwa ya mashehe tunaotakiwa kuifanya. Sheikh wetu wa mkoa Mungu ambariki sana, lakini pia akishirikiana na mkuu wetu wa mkoa na Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana akimteua Sheikh wetu wa mkoa kusimamia jambo hili katika mkoa wake wa Shinyanga. Tunakuombeni sana na tuzidi kuombea dua waturuki wetu, na tunakukaribisheni pamoja na Waturuki wengine mje katika mkoa wetu wa Shinyanga. Tuko tayari kuboresha madarasa zetu, kusaidia maskini mbalimbali, kuhakikisha kila ambaye anahitaji kusaidiwa basi aweze kusaidiwa. Na sisi katika jambo letu tunasaidia Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tunasaidia madrasa pamoja na mashuleni, hatubagui, isipokuwa tu utufuate utaratibu mzuri. Na nyinyi pia shuleni mtupe utaratibu mzuri. Kwa kweli tumefarijika kwa hili, na tunakuombeni taasisi zingine pia tuige kwenye jambo hili, ili tuweze kunufaisha mkoa wetu wa Shinyanga na nchi yetu ya Tanzania, kwani jambo hili pia tunamsaidia mama yetu rais wetu mheshimiwa